Ni bako ali Manara na huyo we we we we, nasikia de de, de. Mama, mambo ni mabigi, mambo ni mazito, mambo ni mabigi, mambo ni mazito. Kwisha wameachana, alhamdulillah wameachana, mambo ni mazito. Jamani ah, pole Zai, Zai pole pole pole pole, pole pia pole Zai. Mbona eh, inuksi baraha tafulani alichokiandika Zai mondani cha ukweli chote cha ukweli chote eh. Kweli kaka, stori iko hivi. Huyo hmm, binti mnayemuona hapa anaizungumziwa, alichokizungumza Zai ni cha kweli chote, sio kiki. Maana nilikuwa ninakaa kimya najua anataka kuizima kiki ya Simba. Sio kiki ni kweli. Nimepigwa simu nilikuwa nimelala. Sasa hivi. Jamani, huyo aliyekuwa hapo alioandikwa hapo ni mdogo wake na Zai. Yaani huyo binti ana miaka 17, anamuita Zai shangazi. Mama yake anaishi London. Kama sio London si USA anaishi nje kweli, ya nchi kweli. Nakumbuka mai alisemaga kwamba Zai aliondokaga wiki moja kwenye harusi ya Hamisa, aliondoka ni kweli, Zai aliondoka. Zai kavumilia mengi. Zai mama mama, nyanyaso mengi naambiwa, eh? Haje mtu apinge hii kesi jamani, hii kesi iko clear kabisa, ipo ukweli. Eh, eh, eh, eh, binti anamwita Zai shangazi, anamwita Zaylisa shangazi. Umeonelewa vizuri? Kwa hiyo huyu binti ni kweli alikuwa anatembea na mjomba wake. <laughs> katembea na mjomba, unagiwa ndani, mtoto kaanza jeuli, kaanza kupiga vikumbo Zaylisa, kaanza kumjeulia Zaylisa. Zaylisa kavumilia mengi. Leo Zaylisa, watu mnajiuliza mbona juzi walikuwa wote Kumbe juzi alikuwa hajui Zai. Zai kaja kujua leo asubuhi, mtiti umeanza leo asubuhi. Zai mambo amemfika hapa, ndo kalimwaga shuzi. Jamani, ndo hakuna, wameachana kweli. na Zai, na wewe uwache tabia ya kuchukua ndugu zako wote kuwapeleka kwa mumeo. Huyo ni mumeo, mwanaume pia ana hisia, ndugu yangu <laughs> we Zaylisa, we jamani. Haya, habari ndio hiyo hakuna kingine kichoendelea, manyanyaso sijui nini sijui nini hakuna. Kesi ilitoka ilifika kwa mkubwa mmoja mndeleo zuri. Kesi imeenda kwa mkubwa mmoja huyo, mtoto mwenyewe alimpigia simu mkubwa, akaenda kumwadisia mkubwa. Alimwita alimwita kaka Haji, akamwambia bwana, kuna moja mbili tatu nne tano sita saba, kuna hivi na hivi na hivi, acha hii ishu, ishamfikia mkeo hukuitwa kaka, uliitwa ukapewa onyo, lakini kesi ilikuwa ishe kifamilia, umeona. Lakini zaidi imemfika hapa, zaidi ndo kajua leo asubuhi kwamba kweli umetembea na sijui ndo niseme mjomba sijui ndo mwanae, mwanae, sababu zaidi shangazi mwanae, ulikuwa natuma dereva anamchukua mara Slipway mara Swift mara wapi wapi, mnaona juu kwa juu, jamani. Kwisha, hakuna kingine, ni hivyo kwisha. Nilijua ni kiki, hakuna kiki, jambo lipo hadharani, nimemaliza At... ili imeiliza sana jamani, ninavyowaambia mpaka sasa hivi, ndugu yangu Zaylisa ana talaka hizi, muda huu hapa, talaka tatu kapewa, yani tatu, kwamba tuonani duniani mpaka kesho, kwa ahera, kwa Mungu hatujuani. Sio mke wangu wa, wa duniani, wa akivuli, wala amchangani. Haji Manara katoa talaka tatu kwa Zaylisa, shughuli imeisha, imeisha zaisa. Sasa hivi anapanga vyombo vyake, anaondoka na ndugu zake. Upo